Sifikiri mimi nazungumza tu kishabiki, nazungumza kama mwana Yanga, kama mlipa e, ada zote na kutimiza masharti yote, ni mwanachama. Kwa majina naitwa Golden Hainga, ni mkazi wa mkoa wa Geita, lakini pia natoka wilaya ya Geita. Mimi ni mwanachama na ni mpenzi wa Yanga, ni zaidi ya miaka 40 nimejua Yanga, na mi nataka niongee maeneo mawili eneo la kwanza ni kuunga mkono hoja za viongozi wetu kwamba tarehe ya mchezo wa Yanga na Simba ilikuwa tarehe nane. Baada ya hapo hakuna mechi nyingine hadi mwaka kesho, lakini pia ni mwase e, rais wa TFF Karia. Karia hakuwepo nchini wakati ule mchezo unaahirishwa, alikuwa nje, na kama kiongozi huwezi kutoka nje, pamoja na kwamba anayo taarifa yote kafika airport ukatoa maamuzi na kutukana Watanzania wenzenu ama wenzako. Kwa kweli, amevunja heshima ya wanamichezo na tasnia ya mchezo. Kama mtu mzima, alipashwa arudi ofisini kwanza apate taarifa zote, ni kwa nini mchezo ule uliahirishwa. Kwa sababu saa nne na tarehe nane ilitoka taarifa kwamba mchezo uko pale pale na mwenyekiti wa board ya uendeshaji wa ligi , lakini saa kumi wanaahirisha mchezo. Yeye kama kiongozi asifikiri kwamba watu wanaweza, akashindwa kuendesha shirikisho. Ni hekima tu na kura tu ambazo zilimpa. Wako watanzania wengi wenye uwezo kuliko yeye, wanaweza wakaendesha hii. Lakini pia katika shirikisho si vizuri kuleta ushabiki wanachama na mapenzi, anapaswa aangalie kama timu zote ni za kwake, na kumbuka aliwahi kuonywa nyuma, wakati timu ya taifa, ya taifa inakwenda kucheza nje, aliambiwa, wewe wakati unaingia hapa ukuwa na tumbo la namna hii na ukila hizi hela e, mimi nitakutumbua. Lakini pia aliwahi kuulizwa, lakini pia aliwahi kuonywa na mstaafu, na alielezwa kwa kina sana, kama mtu mzima alipashwa elewa kwamba wewe ni baba wa vilabu vyote, usilete mapenzi katika timu moja. Lakini tuwaonye tu viongozi walioko huko TFF wasifikiri sisi hatuna akili. Hizo timu wanazoshabikia wao wamezikuta, sisi tumeanza nazo hizo timu. Kwa hiyo nilitaka kusema tu hayo mawili, kwamba naungana mkono na uongozi wa Yanga kutokuwa na dabi nyingine, lakini pili, kumweleza rais wa TFF asione kama yeye ndo anajua kila kitu. Umeambiwa kwamba kesho kuna ndoa, kwa wale ambao tuko ndani ya ndoa, unaenda kufunga ndoa, umeshashona suti ambayo ina expire siku hiyo hiyo. Unajua kuna nguo siku hizi ambazo zina expire siku hiyo hiyo na zinatumika kwa tukio la siku hiyo hiyo. Ukiambiwa okay, imeahirishwa huyo, ile yeye ya aahirisha atakushonea suti nyingine, wewe uko tayari? Lakini wewe yule uliyetaka kwenda kumuoa ameingia mitini. Sasa kiingia mitini, unaoa tena? Sio ndio imekufa? Nafikiri umenielewa. Ah, tukifanya hivyo maana yake, ah, tukifanya kwa kifanya hivyo maana yake katiba, sheria na kanuni zimekanyagwa. Asante. Kwa majina naitwa Edmund William Grisant ni kiongozi wa Yanga katika huu mkoa wa Geita pia lakini kama ambavyo waandishi wa habari mnaona pamoja na wanachama wetu uh, tumesikitishwa sana na maamuzi yasiyokuwa ya, ya kibusara na ya kikanuni katika mpira na kama tulivyosema na kama ambavyo umesikia wadau wote wa, wa mchezo wanasema kwamba mpira wetu sasa una, unataka kuingiliwa na siasa, sio unataka ile inaingiliwa na nini na siasa. Tunapokuwa tuna kanuni zipo kwa ajili ya maamuzi ya mpira, tunataka kanuni zifuatwe, tunataka tuone ni nani anavunja kanuni na anaadhibiwaje kwenye kwenye kuvunja nini, kuvunja kanuni. Kwa hiyo kitendo cha kwa cha kuahirishwa ile mchezo, sisi kama mashabiki sisi kama wanachama tulisikitika sana, kwa sababu ni kitu ambacho kilituhujumu, kilihujumu tasnia ya mpira wa Tanzania. Kwa hiyo hili swala hatutalichukulia tu kama Simba na Yanga wamekosa ile mchezo, tutalichukulia pia katika tasnia ya michezo ya nchi hii kwamba nchi hii tunapofika hatua ya kutoa viongozi wakubwa. Kwa mfano tunaye uh, rais wa aka Afrika, kiongozi wa uh, mwenyekiti wa virabu Afrika, wale waliomchagua wa kumchagua, kwa sababu tu anacheza ana, ana, ana sinema. Walimchagua kwa sababu anasimamia klabu ya nini, klabu ya mpira. Kwa hiyo tunataka viongozi wa TFF pamoja na bodi ya ligi pia wasimamie kanuni, na labda niwaambie tu kwamba klabu ya Young Africans imesha jifafanua yenyewe, yaani kilichobaki ni, ni, ni wachambuzi kujaribu ku, ku, kuwapotosha wale wale wengine wasiweze kuingia kwenye mifumo ya mpira. Lakini klabu ya Yanga imeshajifafanua, imeshajipambanua, imeshaji ni klabu ambayo ina kurugenzi za sheria, wanajua wanachokifanya, wanakaa chini, wanatafsiri, wanafanya maamuzi kama ambavyo wameweza kuchukua hatua katika kudai haya masuala ya, ya, ya alama tatu kama ambavyo tumesikia. Lakini pia uh, tuwaombe viongozi wa mpira wanaosimamia mpira ambao tumewakabidhi dhamana ya kusimamia mpira kwa mujibu wa sheria za Tanzania, lakini kwa mujibu wa kanuni za bodi ya ligi waweze kuheshimu mpira. Unajua, usipoheshimu mpira, tafsiri yake unavuruga mpira na unavuruga uh, uh, dhamira ya nchi katika mpira. Dhamira ya nchi katika mpira ni kuunganisha Watanzania, kuwapa burudani Watanzania. Sasa unapotoka ukaja wewe kwenye media alafu ukaahirisha mchezo kwa maamuzi na matakwa yako bila kuangalia uh, sababu za msingi zinazoahirisha ule mchezo tafas, tukiangalia, tukianza kutathmini hasara tunakutana na hasara nyingi za, za burudani kama burudani lakini pia hasara za kiuchumi.